na na na na na na Mama Mama mama mambo mengi sana sana ya kufanya ila ya Yama, ila Ila akirudi atamkumbatia. Jamaa anaitwa Daniel ila hapendi sana kuitwa Daniel. Daniel anapenda kuitwa Gozi. Mama kaaga rafiki yake akashangaa kuona mtu mtu anakataa jina jina lake na anakubali jina la ajabu. Ila Daniel alimwambia hiyo sio kazi yako na kuendelea na mchezo. Mama akatoka nje, anakutana na mtu wa usafi lakini alionekana kama ni mgonjwa hivi. Kwa hiyo mama akampatia ruhusa na pesa kidogo ili aweze well, kupumzika na kununua baadhi ya dawa. Ila akipona aweze kurudi kazini. Mama amerudi nyumbani haelewi mazingira. Akahisi kuna mtu yuko pale ndani. Kwa hiyo akajiandaa kushambulia, mara anatoka binti yake. Kabaki anamshangaa tu maana alikuwa ameshika mfagio, ila akamkumbatia. Alishangaa kumwona anajitoa kali sana. Ni kama kuna jambo fulani hivi nyuma yake. Asubuhi, mama wa usafi yuko na binti yake, anampa maelekezo kuwa anapaswa amsaidia kufanya usafi maana hali yake ni mbaya sana. Binti anaitwa Adina. Adina anamrudisha nyumbani mama yake ili arudi kufanya usafi. Upande wa pili Gozi anacheza game anapokea simu lakini anaomba afike mall aende akazungumze na rafiki yake fulani hivi. Gozi anasema hakuna tabu, akainuka na kuondoka zake. Wakati huo Adina sasa amevaa usika na anafagia barabarani. Wamekuja vijana wawili wakaanza kumzingua. Yaani walimbuguzi sana mpaka akajiumiza mguu wake. Bado hawakuacha ila ghafla wanapigwa honi. Anashuka Gozi na kuwataka waondoke. Wale vijana waliapa wakikutana na Daniel popote pale basi watamalizana naye. Wameondoka Daniel anauliza kama yuko sawa au kama maumia lakini no anaonyesha la jeraha fulani hivi, kisha akamuelekeza duka la dawa lilipo. Mara mama anapita maeneo yale anamwona kijana wake amesimama na binti tu. Yaani hakupenda, akashuka na kuanza kumfokea bila hata kujali. Mama anamwambia kijana wake apande gari haraka sana na arudi nyumbani. Nyumbani huko mama akapumzika. Adina anakuja, anaulizwa za kazi, anasema kila kitu kipo sawa na hakuna shida yoyote ile. Lakini anamwambia mama yake ajali sana afya yake na asijali kuhusu yeye. Upande wa pili huko Gazia amekuja kuongea na mama yake na kumwambia kwamba hajapendezwa na reaction yake. Ila mama anasema mtu humjui, alafu unawezaje kuwa na ukaribu naye hivyo? Inawezekana akawa tapeli. Sababu kijana na na na na na yake ni ni mpole sana sana sana na anajali kuhusu watu. Wanaweza kumtumia hivi hivi kama kama kama advantage. Mama akamkumbatia kijana wake na anamtaka yeye makini sana. Siku iliyofuata, Gozi yuko yuko na rafiki yake Eric Eric Eric Eric wanaongea. Gozi anasema kuna kuna kuna kuna binti amekutana naye naye naye, na ni special sana kwake. Gozi anamuuliza Eric kwamba kwamba kama aliwahi kuonana na mtu mtu alafu akaona kama kuna connection fulani hivi yuko naye. Eric anamwambia anamwambia, umezama mapenzini bro. Gozi anamwambia hapana, sio mapenzi, lakini amenikumbusha kwamba kuna mtu nilishawahi kuishi naye. Eric alisema labda kuna maisha fulani mlioshawahi kuishi pamoja. Mama Usafi yupo kazini. Mama yake Daniel amerudi, alifurahi sana kumuona yupo na afya njema. Mama Adina alifurahi sana na alishukuru kwa pesa ya dawa ambayo aliweza kupatiwa na mama Daniel, lakini mama Daniel aliomba awe makini sana jikoni. Gozi anaandaa diko, mama anakuja baada ya salamu. Gozi anasema inahitaji sasa tuweze kupata mpishi, maana yule wa kwanza ameweza kuondoka kutokana na matatizo. Sasa mama anamshauri kwamba nje kule kuna nana yule Usafi, nenda kaongea naye, labda atakuwa anamjua mtu yote yule ambaye anaweza kutusaidia kuja kufanya kazi za ndani humu katika upande mzima wa mapishi. Kaja nje kuongea na nana. Nana anasema hajui kama atapata, lakini atajaribu kumtafuta. Gozie kamuulizia binti yake, mama anasema Adina. Gozi anasema au kumbe anaitwa Adina. Jina zuri sana. Mguu wake unaendeleaje? Naona alishangaa mguu tena. Gozi akaomba amsalimie sana mama. Karudi moja kwa moja mguuni, kweli anakuta kidonda. Mama anauliza kwa nini akumwambia, na kwa nini Gozi anajua lile. Dina anauliza Gozi ni nani? Ah, kumbe ndo anaitwa Gozi. Naona kalalamika, kwanini akwambiwa mpaka anaonekana zuzu. Baada ya kuulizwa, binti alitabasamu, akaona akachekee jikoni tu. Asubuhi, nana amejiandaa. Adina anauliza anapoenda mapema vile, lakini anaambiwa kina Daniel anahitaji msaidizi wa kazi, kwa hiyo anaenda kwa majirani kuulizia kama atapatikana mtu yoyote. Kwa hiyo anabaki pale na anabidi awe makini. Binti akapata wazo hivyo, akatoka haraka sana kumfuata mama yake na kumwambia kwamba atafanya kazi yeye na hana haja kumtafuta mtu. Mama alikataa, kuona mtoto wake ataabike na alimwahidi kwamba atafanya kazi yoyote kwa ajili yake. Kwa hiyo hilo sio jukumu lake. Yeye ataenda kutafuta mtu mwingine. Yuko onana, nyumbani, ampeleke japo alikataa gari, Adina yuko barabarani anakuja Gozi. Walifurahi kuonana na Gozi. Aliuliza anaenda wapi na mabegi, lakini aliambiwa anaenda nyumbani tu, kuna mzigo alikuwa ameagizwa na mama yake. Gozi akaomba ampeleke japo alikataa, lakini mwishowe akakubali. Wapo kwenye gari, Gozi anaomba radhi kwa niaba ya mama yake. Usiku Adina yuko anamshawishi mama yake asiendelee kutafuta mfanyakazi wakati yeye yupo na anahitaji pesa sana, ili mradi aweze kujikimu. Mama alikataa akidai kwamba aliweza kumwahidi Bashiru kwamba atamtunza Adina. Adina alishangaa maana hakumuelewa. Asubuhi binti amekuja kwa siri sana, amefika pale Mama anatoka kwa makasiriko. Gozi anamwambia ni mfanyakazi mpya, lakini mama anasema Nana amempigia simu amesema kuna mtu anakuja. Gozi anasema labda ni mkanganyiko tu umetokea. Adina akaona aondoke zake tu maana alikuwa haeleweki. Gozi anajaribu kumuelezea mama yake ila anaambiwa kuna mtu ataenda, ni mwisho wa mjadala. Adina amerudi nyumbani, anapewa taarifa kuwa anaweza kuendelea kuwa mfanyakazi maana ameshaongea na Mrs. David na kusema kwamba ameshapata mfanyakazi tayari. Adina alibaki njia panda ila aliomba amwambie jambo mama yake ili aweze kujua. Asubuhi Nana kaenda na binti yake kuweza kumtambulisha kwa Mrs. David. Na akapewa kazi kwa niaba mama yake. Adina alifurahi sana lakini aliambiwa hawezi akapata kulala pale bali atakuwa akija na kuondoka tu. Binti alikubali kufanya hivyo. Asubuhi kaanza kazi, kaanza kula ngozi anamsifu sana kwa chakula ni kitamu mno na amekipenda. Ila mama anakosoa kidai kina pilipili nyingi sana. Ila anaishia kuumbuliwa na mtoto wake mwenyewe. Akaona mtoe Adina ilimradi aweze kumsema kijana wake. Adina yuko jikoni, kwa bahati mbaya kavunja glass. Sasa mama amekuja na kumsema akidai kwamba wakati mwingine akifanya vile basi atamkata katika mshahara wake na atamfukuza kazi. Adina anatalia. Anatokea Gozi, anamuuliza nini shida, kwa nini una raha? Ila binti anasema amevunja glasi, lakini Gozi alimpa moyo na kumwambia kwamba asiwaze, ni ajali tu anaingia ndani mama anamzuia na kumpa mkwara wa maana kwamba anapaswa kae mbali na kijana wake na kamwe asijifanye Cinderella maana kijana wake atamuua mtu aliyekuwa msomi sio yeye. Yaani alimkebei sana kutokana na ufukara wake. Mama anakula, anakuja Adina na ulizo, mbona Daniel hajala bado? anaambiwa amekaa ndani na hajatoka bado na ajui ana nini. Mama anaona amfate mwanaye. Akamkuta ni mgonjwa sana na anadai kwamba alikuwa dhaifu mno. Mama akamwita daktari kumfanyia vipimo, anaonekana ana infection. Ila ayo makini naye sana sababu anahitaji kuwa salama. Mama anatoka ila anaagiza chakula cha Gonzee kipiko vizuri kabisa na awe makini naye, sababu siku mbili hizo anatakiwa awe salama. Gonzi yuko zake ndani, ametulia anacheza game. Anakuja Adina anakompora remote akimtaka apumzike. Gonzi anasema ameboeka sana. Hana mtu wa kuongea naye. Amekaa tu ndani, yani ameboeka sana. Adina anamuuliza, kwani rafiki yako Eric yuko wapi? Lakini anaambiwa amesafiri. Basi Adina akaomba waweke deal. Gonzi ale chakula, anywe dawa kisha watacheza pamoja. Usiku, Nana anauliza kama binti yake ana changamoto yoyote kazini. Na anasema alivunja glasi lakini madam alimsema sana. Basi tu. Mama yake akamshauri awe makini sana na kazi yake. Yani, asijaribu kufanya tena kosa jingine zaidi ya Adina yupo kazini anafanya usafi ameshika picha ya familia ya Mr. na Mrs. Davis pamoja na familia yake. Sasa kwa bahati mbaya akaivunja. Mama alifoka sana mpaka Gozi akaja. Japo hakuelewa nini kinachoendelea. Mama alijawa na huzuni sana baada ya kutazama ile picha. Gozi kamletea maji Adina ila bado anatetemeka sana. Adina akasema amevunja portrait ya familia yao. Yaani mpaka Gozi akasema mama hapo atakuwa na hasira sana maana hiyo haijawahi kushikwa na mtu yote yule. Binti akauliza kuhusu baba na dada yake ambao aliona kwenye picha, lakini aliambiwa ameshafariki tayari. Binti anauliza kilichotokea, na akaelezewa kila kitu kuhusiana na ajali hiyo aliyopata, na akaonyeshwa mpaka majeraha ambayo yuko nayo Gozi. Gozi anasema ni miaka 20 iliyopita, ila bado anaota ajali ile kila siku, na ndio maana mama yake pia ni mtu wa hasira hasira sana. Asubuhi binti kaja kazini, lakini mama anamfukuza kazi licha ya kuomba msamaha, ila aliomba asimuone popote pale. Yani alimtimua kazi. Kisha kamwita mlinzi na kumpa onyo kali kwamba asiruhusu hata mara moja ile binti aingie mle ndani, na ule mlinzi akasema, sitaruhusu hata mzimu wake uingie mle ndani, maana napenda sana kazi yangu. Adina amerudi nyumbani anamulizia ya mama yake kila kitu alichokifanya kazini kwake na jinsi alivyofukuzwa kazi. Mama anauliza mtoto wake.

Karudi kazini madam anamshauri awe makini sana kwa kiasi kubwa kwa sababu sasa hivi hatamsamehe tena. Amekuja chumbani kwa Gozi anapewa mdoli huko akielezea historia yao ndugu yake kwa hisia sana. Adina pia alielezea kuhusu maisha yake na Gozi alisikitika mno kwa sababu Adina kwa upande wake alilalamika kwa sababu hamjui baba yake na ana wasiwasi kuhusiana na mama yake. Gozi akaomba Adina amuone kama kaka yake. Yupo jikoni anafanya usafi amekuja Gozi kuomba akafurahie siku ya kuzaliwa pamoja. Japo alihofia kuhusu mama wa Gozi lakini aliambiwa hayupo na sijali kabisa kuhusu hilo. Siku amerudi amechoka sana lakini alimuuliza mama yake kwa nini hajaje siku moja kufanyiwa birthday na baba yake ni nani? Yaani mama alibaki kunyuya sana maana haelewi. Ili akawe kumwambia mimi ndio baba yako na mimi ndio mama yako, na sio lazima kusherekea birthday yako. Asubuhi kaja kazini ila Gozi anamtaka amuombe radhi kwa sababu aliweza kumshinda kucheza kwenye pati yake mwenyewe. Adina alifurahi sana. Gozi aliomba awe marafiki lakini aliambiwa yupo pale kwa muda mfupi tu na yuko likizo. Kwa sababu likizo ikitakapoisha basi atarudi shuleni kwake. Kwa hiyo Asiya akamzoea kwa sababu atamkumbuka sana. Nana anaongea na mtu

Anapanga kumpigia madam, lakini Gozi anamwambia ana kikao cha muhimu sana, anazimia pale pale. Adina kwa hasira sana anamwambia, Kwa nini usinisikilize kwanza? Hebu tumuishe Gozi hospitali. Wako hospitali, mama analetewa majibu ya Gozi kwamba anahitaji kufanyiwa upandikizaji wa figo na anapaswa kufanyiwa haraka sana. Yani mama alichanganyikiwa sana, akaomba atolee figo yake ili mradi mtoto wake aweze kuishi, lakini anaambiwa haiwezekani kutolewa kwake. Mama alizidi kudata. Adina amerudi anamuuliza mama yake iliyotokea, ila aliomba akapumzike maana amechoka sana. Baadaye Adina ameenda hospitali kwenda kumuona Boze ila anaambiwa yupo na shida ya figo na anapaswa kufanyiwa upandikizaji wa haraka. Binti aliuliza kama anaweza kutoa figo yake na anaambiwa kama yuko tayari basi waende kwa daktari, lakini aliulizwa kama amefikiria mara mbili. Yaani binti hakutaka kabisa kufikiria mara mbili mbili. Yeye alisema yuko tayari na alikuwa yuko tayari kutoa figo yake. Daktari kapiga simu kwa Mrs David kumpatia habari njema kwamba figo tayari imeshapatikana na ambaye ametoa figo hataki pesa yoyote ile. Yaani hataki pesa hata kidogo, wa lakini wanahitaji ya saini ya ya ya yake tu. Adina kampatia taarifa mama yake, lakini mama yake alikataa kabisa uamuzi wake. Haraka sana akaona atoke mbio amfuate kule kule alipo. Kaja kwa Mrs Davis huku kumwomba asimuue binti yake. Madam haelewi nini ambacho anakiongelea nana anamwambia, Adina kaamua kutoa figo yake kwa ajili ya Gozee. Yaani ndio kadata kabisa, ila hawakuwa na lolote ile la kufanya. Hospitalini mama kaja kumuona mwanawe na alipanga kumwambia kila kitu kilichowahi kutokea katika maisha yake. Upande wa pili, mama ameitwa na daktari na anapewa taarifa fulani ambazo zilimshtua sana. Yaani Adina na Gozi ni ndugu wa damu. Yaani hicho ndio ambacho kilimshtua sana. Mama alicheka maana anajua binti yake alikufa kwa ajili ya moto na mwili wake ulikuwa hautamaniki. Ila daktari aliuliza kama mwili wake uliuona au ilikuwa vipi. Sasa akili ndio inakuja kukaa sawa na anaelewa kuwa Adina ndio binti yake Daniela. Yaani alichoka. Kaja kumuona Adina yupo mlangoni anapokelewa na story ya Adina ya zamani, na hapo ndo anaziunganisha doti vizuri kwa uhakika. Anakuja kuelewa kwamba kweli Adina ndiyo binti yake. Yani alizidi kuchoka. Mama karudi nyumbani, anashukuru sana ile figo yake Gozia alizidi kudata, kisha kaja kumwona Adina na kumwelezea ukweli kwamba yeye ni mama yake mzazi. Japo hapa alitokea mzozo lakini mama akatoa bahasha ya majibu ya nasaba saba na hapakuwa na yote yule ambaye aliweza kuamini. Adina aliuliza aliokotwa kwa kipindi gani, lakini anaambiwa ni miaka 20 iliyopita, na akakumbuka Gozi aliyo kumwambia kwamba majeraha yale aliyapata miaka ishirini iliyopita na ile story ilivyounganisha akaja kuelewa. Hapo ndio Adina anaelewa sasa kwamba mazoea ya Gozi na yeye yalikuwa ni special bond na, na nikokuwa tu wao walikuwa ni ndugu. Adina kainuka haraka sana na kumfuata Gozi. Kafika pale kamuulizia hali yake kisha akaketi karibu yake na kuomba kumwambia jambo fulani hivi. Huko Mrs. Davis kaja kuonana na Nana lakini Nana anasema hata ruhusa Adina aweze kuchukuliwa. Lakini mama Gozi aliomba waongee kiutu uzima kidogo. Mama kamjia na cheki ya pesa ndefu sana na kumshukuru kwa kukaa naye kwa miaka yote hiyo. Japo Nana alikuwa mgumu ila alikubali kumsaidia kwa sababu waliongea maneno mengi sana pale. An Anarudi anamkuta kijana wake yupo nyumbani muda mrefu sana. Mama alishangaa kumuona pale kwa sababu ilikuwa bado hajaruhusiwa kutoka hospitalini. Gozi anasema atapumzika pale. Lakini kuna kitu cha muhimu sana anataka kuongea naye. Yaani aende moja kwa moja kwenye point. Anauliza kwa nini hakumwambia kama Adina ni ndugu yake? Mama alisema hakutaka kumpatia hofu. Alikuwa anasubiri atoke ili mradi aweze kumwambia vizuri sana na alimwomba msamaha kwa hilo. Siku kadhaa baadaye, mama anaongea na Adina na aliuliza atafanyaje baada ya kumpata mama yake mzazi. Lakini binti alionyesha ugumu sana. Nana aliomba aweze kumsomea mama yake mzazi sababu nipate ya maisha yake. Asubuhi kaja kumwona Goze ila anakutana na mama yake, na akamwambia Goze ameweza kuandalia kikao kile ili mradi waweze kupatana na alimwahidi mwanaye kwamba hataweza kukaribu kikao hicho. Aliongea naye mambo mengi sana Adina, na aliahidi kutomchukua kwa nguvu ila ampatie nafasi tu kama mama wake. Yaani amuone kama mama yake. Adina anamkubalia na kusahau kila kitu ambacho alizoweza kufanyiwa na kumsamehe pia na kuanza chapter mpya maisha yao. Familia inaungana tena. Kwa hiyo Adina aka Daniela anaungana na kaka yake Goze aka Daniel pamoja na mama yao, japokuwa Nana alibaki kuwa mama mlezi kwao. Kwa hiyo till next time, tumejifunza mambo mengi sana, mimi sina la ziada kwenye Afrika kama kawaida chao